Mtazamaji, tunaendelea na, na mazungumzo tukiwa na viongozi hapa ambao wanawakilisha wengine kutoka jamii ya Maa. Tumeyazungumza mengi kwanza, lakini sasa hivi lile swala ambalo limeweza kuibua mjadala mkubwa ni kwamba viongozi hawa hawana maendeleo yoyote ambao wanaweza kujivunia a, katika jamii ile hawaoni jitihada za serikali kupeleka maendeleo, na imefika mahali wanahisi kama ambayo wanabaguliwa na wapewi eh, kipaumbele kama maeneo mengine. Na mezungumza kwa kirefu mjadala ameuanzisha na Isura Lesuda, na pia vile vile naye Parashina ameweza kuongeza moto eh, kwenye eh, yale alozungumza na, na Isura. Kwako wewe unaweza kulizungumziaje eh, leti pia ni kwamba hakuna kitu ambao ni lazima kusema kwamba sisi tumepata katika serikali iliyopo ama iliyopita? Na unahisi ni kwa nini maendeleo yapatikani ili hali ile idadi ambayo katika, katika jamii ya Maa, huwa ni idadi muhimu sana katika karata za kiti cha urais, kwa sababu hakuna rais ambaye anaweza kusema ataweza kupuuza namba ya jamii ya Maa watu wengi huweka katika hesabu zao. Inakuwaje nambari iwe muhimu, lakini maendeleo nyinyi mwanze kuyatafuta kwa tochi? Asante sana Rashid, e, kusema ukweli e, nasema namba ya, ya Maa ni namba ambayo e, hakuna mtu ambaye anawania kiti ya urais ambaye yeka katika hesabu yake, lakini inakaa ni kama hiyo, e, ni karata tu ya wakati wa uchaguzi. Baada ya uchaguzi, hiyo hesabu inawekwa nyuma, e, sehemu zingine zinaendelea kupata maendeleo. Constituency yangu for example, haina hata inch inch, inch si hata sentimita inch. Uh -huh. ya lami <coughs> tangu, tangu independence hadi sasa Amna barabara yote mwa. Hata. Yala. Mm. Konstituensi mzima. Mm -hmm. Na shio konstituensi yangu peke yake. Samburu East haina inch. Yala. Mm. Ambeo hiko ndani ya konstituensi. Na mana other pastoralist counties ziko hivu. Lakini kuna eneo za hii inchi. Ambeo lami zimejaa. Ukiangalia hapa hivi mlima. Ukiangalia Rift Valley. Ukiangalia sehemu zingine lami ziko mpaka, mpaka, mpaka door steps za watu. Kwani Kenya ni nchi mbili? Haki ya watu wa Samburu ama wa, wa jamii ya Maa ni gani kikuu? Swali moja hiyo hiyo, uh, ni barabara peke yake. Swali moja la muhimu unapozungumza hmm. Mnapokuwa mnakaa kuzungumza mikakati ya uchaguzi na nini huwa nyinyi mnakubalia nao kitu gani? Kwa sababu hapo ndo nafikiri ndo kuna hatujaingia tati... hatujaingia katika, huwa e, ni kuambiana tu kwa maneno, hatuna agreement yote. Na muunga sana ndugu yangu parashina mkono, kwa sababu labda hiyo ndo hapo ndo tunakuanga tumepigwa chenga e, sisi kama viongozi saa hizi kwa saa hizi ndio Samburu North kwa mara ya kwanza tangu tangu independence ndio mm -hmm, juzi tumeona barabara ya lami inakuwa advertised, imekuwa advertised tangu mwanzo mwaka hadi sasa. Hii wakazi huko, barabara ni mbovu, hakupitiki. Mvua kunyesha, hakupitiki. Kwa mtandao kila wakati ni mheshimiwa Letpila, hii barabara, Letpila, hii barabara, Letpila, hii barabara. Samburu East vilevile, pale kwetu ndio penye kuko insecurity. Kama hiyo barabara ingekuwa ya lami, hiyo insecurity ingekuwa zero. Hiyo kutopata hiyo maendeleo imeturudisha nyuma sana kama jamii. mm -hmm. Kuna, kuna sehemu zingine za inchi ambayo tuko na wabunge kama sisi katika hii bunge. Me, mashule zimejengwa kitambo sana. Kitambo sana. Hawa saizi ile CDF mimi napata na huyo mbunge anapata. Yeye saizi ni kukarabati tu mabati, tiles, kurembesha. Mimi niko kwa constituency yangu. Mimi nimerijisa saizi shule 27 mpya. Kwa pahali ambazo ni kilomita nyingi sana ku access basic education Ninaanzia scratch. Hao watoto wanasoma chini ya mti, hizo miaka zote tangu independence hadi <coughs> na una, watu wanataka huyo huyo mbunge kama mimi ambaye anapata pesa same kama mimi, kwa hiyo CDF kama constituency yake anapata pesa same kama hiyo yangu, watu wana expect tukue na maendeleo the same. Ukiangalia county kama yetu ya Samburu na hizo kaunti zingine, au walipata hospitali zamani sana. Sisi saa hizi ndio tunaanza kupata dispensaries kilomi, katika radius kama kilomita 30 ama 40 kwa community. Tangu ugatusi. No, no, mbona hii? Is... So so hii uga so hii de, hii skitisha hivi. Maana yake unavozungumza inazungumza kwa kusikitisha. Um, ndugu na... yangu Rashid kama ingekuwa ungesikitika. Ndio nasema. <laughs> Swali langu naweza sema mbona mm. izungumza kwa kusikitisha kusababu, kwa sababu inaonekana wazi kwamba bado hatujapiga hatua ndio saa zile tukiongea maneno ya uongozi tukisema ni, ni mkazi mzaliwa kijana wa hiyo community ndio unasikia hii uchungu. Uwezi toka Nairobi ukuje Samburu North useme unatafuta kiti ya mbunge wa Samburu North, haujai shunga ng'ombe tangu uzaliwe. Ujue ukiwa mgonjwa unategemea zile mahubs za, za kinyumbani, ni 50-50 uishi ama ukufe mm-hmm. Hivyo ndio watoto huko wanaishi pal, kama Nairobi saizi iko na health center less than a, a kilometer from where you reside anataka wanajifungua afike ama asifike. Hiyo ndio uchungu tuko, <coughs> tuko yeah. Nayo kama jamii uk, tukiongea maneno ya maendeleo, na hiyo ndio maana hizi vitu ziko connected. Leadership ni mm -hmm. Ndio ukisikia hivi watu wanasema hatutaki kuridhiwa eh, in terms of leadership. Naam. Because nani ndio anaongea na uchungu ile unasikia kwa development ya community. Tuseme sasa wewe ni mtu unafanya biashara Nairobi umepata pesa ya kutosha, alafu unasema kwa sababu niko na pesa ya kutosha, wacha nile nishawishi wa kazi wa huko nitumie pesa ama ama mbinu zingine nishaguliwe ndio tu upate cheo. Lakini kuna genuine watu ambao wako na roho ya representation kwa sababu jamii yetu ndio ikushague inakuweka katika ratili tena sana, kama vile ndugu yangu Le Tipi La meongea na Naisula na Pash. Uh, mimi naona kama uh, kuna dhuluma mm-hmm. kwa kaunti zetu ya Maa. Mimi, for example, I have a very unique constituency ambao inaboda Nairobi Kajiado is constituency is mm, also considered has been um, put into the Nairobi metropolitan area okay. mm -hmm. ikiwa hata kama tuko constituency ambaye is part of Nairobi metropolitan. We're being victimized kwa sababu zile mabarabara zinaendelea hapa ndani ya Nairobi, kwangu Kitengela hakuna

we are bordering Nairobi and we are part of Nairobi metropolitan area. At the same time, kuna victimization kwa sababu in many of these ma counties ama pastoral community, uh, counties ama constituencies, kuna ile pesa inaitwa equalization fund. Mimi Kajiado is constituency because of my proximity to Nairobi and because we have been considered as part of Nairobi metropolitan mimi nimenyanganywa

Baada ya kueleza maanake, najua mna mifano mingi. Nataka tu swali moja kabla tupate mwanahabari ambaye ukajiadwa na tuendelea, swali moja mm. Mnavyozungumza labda pengine, maanake ni viongozi mshaka, ni nini ambacho mmejua ndio sababu ya nyinyi kunyimwa maendeleo?

na ananipata ndugu yangu Baraza ako tayari tuzungumze na uh, na wakazi wa Kajiado mapema, na huruma maanake, wanazungumza kama wanataka kulia kwa kweli, nasikia uchungu sana, kwamba wananyanyaswa, wanaonyesha kuchoshwa, wanaonyeshwa kudhulumiwa, imeibua maswali mengi, akitusikize wananchi wanasema naam. Uh, asante sana Rashid, bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hapa Kajiado na kama ulivyosema, ni wazi kwamba kiukweli, dhuluma ni chungu nzima katika kaunti hizi za jamii ya Maa, tukianzia suala la ardhi maswala ya maji na changamoto nyingi tu ambazo ziko katika eneo hili, kwa sababu tumetembea katika pembe mbalimbali mbali, na kweli wananchi wanateseka, kwa sababu labda kwa muda mrefu wakuja kuwahi kuwa na maendeleo katika eneo hili. Na sasa moja kwa moja nitajiunga na wananchi kutoka hapa, kwa sababu hamna haja niandikie mate wakati tunao wananchi watueleze tu, labda mtazamo wao ni upi kuhusiana na uongozi, maswala ya maendeleo na maswala ya historia katika kaunti hii ya Kajiado. Karibu sana, labda utaanza kwa jina lako, alafu tueleze tu viongozi wako pale studioni wa ungependa kusikia labda changamoto ni zipi na nini inapaswa kufanya. Uh, kwa majina mimi naitwa Joshua Sapor na mimi ni mzaliwa na mkaaji wa kaunti ya Kajiado, na nikichukua tu nafasi hii kwanza kusalimu viongozi wetu wale ambao wako pale studioni, anda soba na ningesema kwamba ukiangalia kaunti zetu za Maa ama zile ambazo wafugaji wa, wa Kimasai wako tumekuwa nyuma sana tumekuwa nyuma sana kimaendeleo. Hata wakati devolution ilipokuja, bado hatujafika pale mahali ambapo tulikuwa tunahitajika, kwa sababu ukiangalia hata ile upana wa hizi kaunti zetu, kwa mfano kaunti ya Kajiado, kaunti ya Kajiado iko na iko na 21000 square meter. 21 square meter eh, Narok iko na around 17 Square meters. Mm -hmm. Ukiangalia kaunti ya Samburu vilevile iko na 21,000 square meters. Kwa hivyo ukiangalia ule upana wa hizi kaunti zetu ni pana sana, na ukiangalia ile fedha ambayo ina, inapewa ama ile fedha ambayo inaletwa katika zile kaunti haitoshani na ule ukubwa wa zile kaunti. Kwa nini nasema vile? Ukiangalia katika katiba ya Kenya kuna ile section article 204 ambayo inazungumza mambo ya a, equalization fund, na ukiangalia hata katika mwaka huu, na anasema hivyo kwa sababu Mheshimiwa Lesoda na pia Mheshimiwa Lesoda na Mheshimiwa wa Narok Kitelai Ntutu wanaketi katika ile kamati, lakini ukiangalia ile fedha ambazo ime, imepatiwa hizo kaunti tatu Kajiado imepatiwa kama milioni mia sita. Ukiangalia kaunti ya Narok imepatiwa bilioni moja nukta mbili. Ukiangalia kaunti ya Samburu imepatiwa kama bilioni moja. Kwa hivyo kijumla, utakuta kwamba fedha zile ni kama bilioni mbili nukta saba katika hizo kaunti zote, na ukiangalia upana wa zile kaunti utakuta kwamba zile fedha ni kidogo. So utakuta wakati unapojaribu kujenga barabara kutoka sehemu moja hadi nyingine utatumia fedha nyingi. Pia utakuta e, zile sehemu kwa sababu ni pana, so watu wanakaa mbalimbali labda, labda nini inapaswa kufanywa? Ile ambayo inapaswa kufanya ni kwamba pesa ziongezwe kulingana na pesa, zikuje kulingana na ukubwa wa kaunti na upana wa kaunti. Pia ukijaribu kuangalia swala la ardhi, wafugaji ama Wamasai wamenyanyaswa sana kwa kwa sababu ya swala la ardhi. Kuna ardhi nyingi ambazo mkoloni aliweza kuchukua kwa kwa Masai, na Masai hajawahi rudishiwa ardhi hiyo mpaka saa hii, bado a, mpaka saa hii hajawahi pata hiyo haki ya hiyo ardhi. Haya, asante sana, tupate tu mwingine hapa. Kwa kifupi kifupi tu, changamoto ni zipi? Utaangalia kamera, alafu tuambie tu kwa kifupi kifupi tu, ndio tuweze kumaliza. Tuambie changamoto ni ipi na nini kufanya nafaa kufanya. Changamoto mengi. Kwanza eh, nawasalimia wabunge wetu endasu Uh, kile kitu ambacho inapaswa kufanywa ni hizi fedha ambayo mwenzangu amesema si, si teremke kuji kwa counties i, inapaswa kuweza kubadilisha maisha ya watu naam. Uh, ukielewa kwamba tuko affected na climate change na wale watu ambao wanaadhirika zaidi ni wafugaji wa ng'ombe, na ile kitu ambayo tuko na shida sana ni, ni shida ya maji. Tuko na shida ya maji kubwa sana kwa, ni, ni, ni, ni heri kama tunge zile pesa ambao pengine zingekuja kwa kaunti, tungeshikana tuweke dams kubwa sana. Kajiado ingekuwa damu kubwa sana pale Loitokitok, damu kubwa sana mm, ambao sasa hizi mito ambao sisi ni, ni, ni, sand, sa, ni dry sand dry rivers, ingewekwa ingewekwa ingewekwa visima kubwa sana, ambao zinaweza kusuia maji bawa kubwa sana na kwe, da, bawa kubwa sana ili iweze kusuia maji ili watu wetu mifugo waweze kufanya kududu, kudiversify tuwezi kufanya ukulima pamoja na mifugo tukulime ili sasa watu wetu waweze kufaidika. Haya asante. Asante. Tukimalizia tu kabisa kwa sekunde tu chache, kwa sababu ya muda, tueleze tu viongozi wako pale wangepaswa kusikia nini haswa? Asante sana kwa majina, anaitwa David Kian, chairman wa kaunti ya Kajiado wa boda boda. Kwa mambo ya maendeleo, mimi ningependa tu kusema katika umaa, ningependa tu kusema kwamba viongozi ambao waliochaguliwa waongoze wananchi wa Kajiado, wajaribu kuangalia mambo ya maendeleo, maana ukijaribu kuangalia kaunti ya Kajiado, maendeleo imekuwa finye sana. ukiangalia mambo ya kama watoto wa shule ukiangalia, bado kuna shule ambazo mpaka saa hii bado watoto wanabeba maji. Ukiangalia kama vile mambo ya mifugo, mifugo zinaumia sana, unakuta mifugo zinatumia bohori moja, ambapo ward mzima iko na bohori moja peke yake. So mimi ningependa tu kusema, viongozi wetu muweze kuimarika kwa kazi ambayo mnayofanya, muweze kuangalia maendeleo ya wananchi ambao wamewachagua. Ndio itakapofika mahali ambayo pesa imebajetiwa kuwekwa katika kaunti musukume mambo ifanyike, wananchi waweze kusaidika. Asante. Haya, asante sana. Labda Rashid, ukisikiza ni maoni ya wananchi kutoka hapa Kajiado, na kikweli kuna changamoto kubwa sana. Itakungua kwamba kuna maeneo hata watu wanaenda kilomita kama ishirini kuweza kutafuta maji, na pia kuna maeneo usafiri ni ngumu. Kwa mfano, kutoka eneo la Magadi kuelekea Mosiro hamna barabara kabisa. Kwa hivyo wananchi wa kule wanalazimika kuzunguka hadi Maimayo ili waje Kajiado kutafuta kutafuta huduma. Kwa hivyo ni changamoto kwa viongozi na wote ambao wanahusika. Kutoka hapa kaunti ya Kajiado, sina la ziada na rejesha kwako kwa Rashid. Mimi naitwa Robert Masai. Na mshukrani sana Robert Masai kwa kuweza kutembea na kupata maoni kadha wa kadha kutoka kwa wananchi ambao wengi wameweza kukubaliana na kile kilio chake ambacho kinatolewa na viongozi e. Lakini kwa sekunde moja pia tupate sauti ya maskofu wa kanisa la Kianglikana nchini ambao wanatoa taarifa kuhusu mustakabali wa taifa baada ya mkutano wao wa siku mbili tuwasikize kwa kifupi alafu tuendelee na mada we have noted poor planning in most of our towns and especially new upcoming centers we demand the county governments to prioritize urban planning and ensure proper planning for public utilities infrastructure and urban layouts we also, we are also alarmed with garbage and waste uh, collection

The crisis in the education sector cannot just be wished away. Delayed capitation coupled with an, unaffo unaffordable education is putting quality education and general access beyond the reach of many. We wonder, for example, why over 42,000 students who had qualified requested qualification, uh, academic qualification yet did not apply for university placements. We call upon the government to release

Na mtazamaji nafikiri tumeweza kupata viongozi hao wakiangalikana, pia wakizungumza kuhusiana na yale ambao hawajaridhika nayo, wakizungumza mapendekezo yao ya uongozi ya bora. Aa, na kama unavyojua pia hapa alikuwa tunazungumza masuala ambayo kidogo ni kama yanaoana na kile ambacho kinazungumzwa pale. Kwa baadaye niache nafasi nivute pumzi, nikirudi nimpe nafasi uh, David Ole Sankok kuhusu maendeleo na, na siasa. Lakini baadaye tuzungumze kuhusu masuala ya mashamba. Maana yake masuala ya mashamba pia, tukimaliza maendeleo tuangalie shamba, maana shamba limeleta utata na pia vile vile utovu wa usalama wakati mwingine pia unaletwa kwa sababu ya vita vya mashamba. Kwa hivyo tukimaliza maendeleo tuangalie mashamba. Tutarudi baada ya mapumziko mafupi.